siku nime siku siku nimeada hiyo process, alafu mvua inanyesha, aki ya nani mimi na watu tuna mimi na watu tuta hata tunaanzisha kweli pale Palitul, tulikuja ku settle areas kwenye tulitoka ndo watachukulia hiyo deni. So hakuna mambo ya na 27 hapa, one term two term three terms, hakuna hizo vitu zote. Kwani nini? Nyote mna dinywa hapa ni no terms and conditions. We want to use the system not as to serve the system.

askenya kabisa, kabisa na, uh, oh, oh, uh, na kama wewe ni mfanyibiashara mdogo rant about county government kutengeneza pay bill moja kulipa the service fee wa serikali tu hivi. Mtu mwingine a

We are not corrupt, we are the corruption. Wewe jua wewe juu jua tu hivi, jua taya. Dereva fulani alipeana do punch ule polisi, kabla pia alikuwa na restriction kusema no na yes, akamwokusema yes, akachukulia punch. Taya ilikuwa na shida ya, ya, ya, slow punch, lakini ilikuwa ni iliku, kama iliku, punch ilikuwa chini, taya ilikuwa chini Wakasema kila kitu ifanyike, na kitu ni hivyo tu. Ndio maana nimekuambia mimi na kwa ro, najichukulia tu hivyo random. Polisi akachukua hiyo, akachukua hiyo do. Polisi kesikia, sasa anakuja kuokota ku, ku, walioathiriwa kwa ku ajali, wengine wameumia, wengine ni wafu afu nakuja na nauliza, corruption, who is responsible? Church and mosque and your synagogues and your temples, your daughters are acting pawn fathers All over, all over this land, your child is just injecting themselves. Where, where did morality and discipline go? Did it go to school? Akisoma sana nasikia anapata interdisciplinary. Na mimi hapo hivyo ndio nilikuwa nitoa interdisciplinary. Nilikuwanga mbele ya BOM lakini sasa hii nilikuwanga mbele ya koti, lakini bado nilikuwanga under the t-shirt